Wakati Mungu alikuwa anatafuta kiongozi, when god was looking for the king. Wale ambao walikuwa karibu na yeye, akawaambia leta mtu ni mwakilie mafuta akuwe king. Wale ambao walikuwa karibu na Mungu wakaangalia, wakaitumia macho ya wanadamu, wakaangalia mtu ambaye alikuwa na mwili kama ya mattress. Huyu akasema huyu aletwe huyo matres, mtu kama matres huyo, wakaletwa. Lakini mafuta, Biblia inasema alijaribu kumaka mafuta, haikutoka. Wakaleta mpaka wakasemekana ati wameisha, ule tu amebaki ni mtu tu ako na kilo kama ya kulukuru, anachunga ngombe huko. Sasa huyo ndio walileta, ndio mafuta ikamakika, ikateremka. So, wakati mwingine macho ya mwanadamu can mislead but God does his own things and God is not a human being. Mungu anatenda kulingana na moyo wake vile yeye